Sasa sisi ambao tunakuja mjini tuzuiwe kuja mjini kutafuta hela, wale wazazi wetu ambao hawawezi kupiga hatua moja mpaka kumi waende kutafuta maisha wanakuwa kwenye hali gani? Kongamano maalum la vijana lililoandaliwa na Kamati ya Amani Mkoa wa Mwanza limefanyika hii leo jijini Mwanza katika Hoteli ya Vizano, likiwa na lengo la kusikiliza maoni ya vijana kufuatia vurugu za Oktoba 29 mwaka huu zilizohusisha makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya polisi na kusababisha vifo pamoja na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu ya umma na binafsi. Viongozi wa dini, wadau wa amani, pamoja na vijana waliwasilisha maoni na maonyo kwa jamii, wakisisitiza umuhimu wa utulivu, umoja na kutatua changamoto kwa njia ya mazungumzo zangu mimi nachokiomba kwa vijana wenzangu mm-hmm. Tusirudie tena, kwa yote aliyeshiriki aliyeshiriki kwa maandamano na matatizo kama vile haya, yaani kulala tu kwenyewe, wewe utazoea kulala saa kumi na mbili tarehe ishirini na tisa kama sisi boda boda, pamoja na kutumiwa kwamba tulikuwa ni wa watu ambao tulitoka na kusababisha vurugu zilizotokea, kwa hali jinsi nilivyoiona ile lilikuwa ni hali ya hatari na hali ambayo sisi wenyewe hatujaizoea. Akizungumza katika kongamano hilo, mwenyekiti wa halmashauri ya Bakwata mkoa wa Mwanza na mratibu mwenza wa kamati ya amani mkoa wa Mwanza Sheikh Twaha Utali aliwakumbusha Watanzania kujilinda na kuiheshimu nchi yao, huku akisisitiza umoja na utulivu. Sisi watu wa dini tuwe imara sana tusiwe ni sababu ya kuwagawa wale ambao tunawaongoza. Sisi watu wa dini tusimame imara katika kipindi hichi kigumu. Kila mmoja akianza kusema la kwake, hata hao kondoo tunaowachunga watapotea njia, na hata wale ambao waliweka nia ya siku ya tarehe tisa Desemba, na waomba chonde chonde, tukitumia nguvu na wenzetu serikali wakatumia nguvu hatima yake inakuwa ni mbaya sana. Ile siku ni siku ya sherehe za za, za uhuru katika nchi yetu. Tuiache hiyo siku ipite, alafu tutumie procedure ambazo zimewekwa, na kwa vile tunayo meza ya mazungumzo, tunaiomba serikali na hilo walisimamie katika suala la mazungumzo ambalo linaitwa maridhiano. Hilo swala lisimamiwe na serikali katika njia ambazo zitafurahisha na zitawatia moyo vijana na makundi mengine. Wenye mahitaji ni watu wengi, lakini kwa vile walianza kusimama vijana, kwa hiyo hata hawa vijana na makundi mengine yapo, yakinawamarishe, ya wazee, ya bodaboda, ya watu wenye mahitaji muhimu, viongozi wa dini, na sisi tunayo ya kwetu kwa hiyo tunaiomba serikali ifuate hizo taratibu. Naye mratibu mwenza wa Kamati ya Amani Mkoa wa Mwanza, Askofu Robert Bundala, amesisitiza nafasi ya vijana katika ujenzi wa taifa, huku akiwataka wa wajikite kwenye shughuli zitakazojenga badala ya kubomoa. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa, vijana ndiyo nguvukazi ya familia maana vijana ndio tunawategemea kila ngazi yoyote tunayofanya kazi. Kanisani tukiwa na vijana, tunajua kanisa limesonga. Msikitini wakiwa na vijana, wanajua kazi imeenda. Idara yoyote ya kazi, wakulima, bila kuwa na vijana shamba haliwezi kulimika, kwa sababu wazee nguvu zimekwisha. Ndio maana hata ninyi wenye wazazi nyumbani kule vijijini, mara nyingi hata vijana mnaenda kulima, mnawasaidia kazi na ndio maana taifa linategemea sana vijana. Ayeyote mlioshauri tuliozungumza, tunatoka tukiwa pamoja, kila mmoja ameona, na sasa hatuhitaji tena yaendelee, kwa sababu tumepata ishara kubwa sana. Kwa hivyo kwa kusema hivi, niwashukuru sana kila mmoja, awe balozi kwa mwenzake kuhakikisha amani inapatikana, tunakuwa na utulivu, tunakuwa na upendo e, tupendane sisi kwa sisi e, tujaliane sisi kwa sisi sisi ni ndugu moja taifa moja eh, tunakaa pamoja, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, hatuna udini, atusibaguane kwa dini zetu, tusibaguane kwa makabila yetu, tusibaguane kwa ukanda wetu, kwamba wewe umetoka Zanzibar, umetoka Tanganyika <coughs> wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wewe ni Msukuma, mimi ni Mkuria, wote ni ndugu mmoja, tumeumbwa na Mungu mmoja. Kwa hiyo twende vioni, tunapokwenda kwenye nyanja zetu tulikotoka tuhamasishe tuwe na utulivu. Tunapoona mwenzetu amekuwa na taaruki tumwambie tulia, maana unapoanzisha jambo utasababisha wote tupate hasara. Vijana walioshiriki kongamano hilo walitumia nafasi hiyo kueleza madhila, hofu na athari walizozipitia wakati wa vurugu za Oktoba 29 huku wakisisitiza kuwa amani ndiyo msingi wa ndoto zao na mustakabali wa taifa. Ile siku ya tarehe 29 mpaka uchaguzi ulivyoisha, matokeo na nini, tulipata adha, ujaandaika sana, mabomu yalikuwa yanapigwa na nini. Sasa hapo unakuja kujua nini maana ya amani na nini maana kutokuwa na amani. Nipenda kushauri kitu kimoja, wenzangu wameongea wanalaumu kwamba viongozi Amuongee na watu. Sawa, ila nataka kusema kwamba sisi wenyewe vijana tusipeleke tus, malalamiko kwa viongozi wa wasemi wa wasemi. Wanasema na wanatuambia sisi vijana tulikuwa mwao wetu na maamuzi, ndio tukae chini tujadili nili, tufanye nini tufanye usirudie swala kama hiyo, lakini tukumbuka tarehe 29 hiyo ambapo sisi pata hatua mwisho tulishindwa, atakwenda kununua chakula chakula, hela unayo ile chakula tutapata

Ndugu zangu, mimi nachokiomba kwa vijana wenzangu mm -hmm. Tusirudie tena. Kwa yote aliyeshiriki aliyeshiriki kwa maandamano na matatizo kama vile haya, yaani kulala tu kwenyewe, utazoea kulala saa kumi na mbili mm -hmm. kuko hata mwenyewe tunamfungulia <laughs> <s> <laughs> kila mmoja ape balozi wa mwenzie. Tunapokuwa kule chuoni, kuna wengine hapa ni viongozi wa chuo na pia wengine ni viongozi wa dini amani kahubiriwe popote pale, maana amani ndio kila kitu. Nyakati nyingi tumeshuhudia kipindi cha maandamano, tumeona kwamba ikipotea amani, hauwezi ukatoka kutoka ndani kwenda kuitafutia familia vitu mbalimbali mtaani. Hata kama utakuwa na pesa yako, hauwezi ukapata kitu pasipokuwa na amani. Hata yule mgonjwa ambaye yuko hospitalini atakoswa huduma kwa sababu amani haipo. Daktari ni nani? Daktari atatoka kwenda kumhudumia yule mgonjwa? Mashehe wetu, viongozi wetu wa dini tujaribu kwa kupitia kipindi hichi. Mpaka sasa hivi wote ni waumini wa mitandao ya kijamii, tunayaona yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mahamasa hamasa kubwa zinaendelea mpaka tarehe tisa. Kwa hiyo tunaomba mwe mnakutana na vikundi mbalimbali, mkutane na, na, na ma, ma, makundi ya bodaboda boda, makundi mbalimbali mbali ya wanavyuo, hasa makundi yote ambayo yanajumuisha vijana, mweze kufikisha ujumbe wa amani. Amani ni nini? maana ya amani. andamanaji katika kuandamana kwao kuna baadhi ya familia walizigusa ambazo hawataki kuzionyesha kama walizigusa Walikata watu vidole, walibaka mama zetu, waliua ndugu zetu kwa kuchoma nyumba zao. Viongozi wa kisiasa ambao walikuwa sio kwenye mlengo wao waliwachomea nyumba, wengine wakawaulia humo humo, viongozi wa vyama vya kisiasa vingine. Lakini waliteketeza mali za watu. Lakini baada ya wao kufanya hayo manne, wao ndio walikutana na lile janga la kiserikali la kuzuiwa kufanya uhalifu, wengine wakafariki. Sisi nchi yetu ilivyowachwa na wazee ambao ni ninyi na wengine waliofariki tukapatikana sisi. Wao waliacha wametutengenezea amani, sisi ndio tukaikuta, tunaishi kwa amani. Nchi yetu utamaduni wake kwa dini zote mbili nalinda sana amani, na hiyo tunaipongeza sana. Nchi yetu viongozi wetu wamekuwa ni waadilifu sana, ila kinachosababisha kingine chokochoko labda ni cha, cha kwanza ni kukinzana kwa vyama vya kisiasa na ndio maana unakuta kuna kitu kinasema dai haki yako hapo hau dai haki yako kiako una dai haki ya chama kingine ili kiongoza wewe mwingine aipate haki yako kwa na sisi tukisimama, tunyanyuke tuweke maandamano ya amani kuwapinga, wanaita maandamano ya vurugu, itakuwa ni vita. Sio kwamba eti wa Tanzania wote sisi hatutaki amani, wa Tanzania tunataka amani. Tumekaa kimya tunawaangalia wale wanaotuletea vurugu. Tuwaombe wale wanaotaka yale maridhiano wakubali maridhiano yaliyotamkwa na serikali wakae wajadili wanataka nini, ili twende salama. Sisi hapa wengine tuna wazazi wenye zaidi ya miaka themanini ambao ili sisi tukija mjini wazazi wetu wanakula. Sasa sisi ambao tunakuja mjini tuzuiwe kuja mjini kutafuta hela, wale wazazi wetu ambao hawezi kupiga hatua moja mpaka kumi waende kutafuta maisha, wanakuwa kwenye hali gani? Lakini pia sisi tuna wagonjwa, tuna watoto wadogo, tuna wazazi ambao wamezaa bila sisi kutafuta maisha, wao hawezi kufanikiwa maisha ili vuguvugu likiendelea, hatujiasiri sisi vijana ambao tunajiita Gen Z hmm, tunaasiri kizazi kikubwa cha watu ambao wapo nyuma yetu, ambao tutaweka matatizo makubwa tofauti na haya ambao tunahisi ni matatizo eti swalo sana di. Kila raia awe na jukumu na kujilazimisha kuhakikisha tunaungana kuwa kitu kimoja kwenye kulinda na kujenga bu, vizuri taifa letu, kulinda ile tunu ya amani tusikubali ma, makundi kwa maana ya ile mifarakano, chuki, roho mbaya, ubaguzi. Tusikubali, kila mmoja asimamie ule umoja wa utaifa wetu, tutakuwa tuko sawa sawa. Lakini jambo la tatu, yaliyotokea tusiwi sehemu ya kurudi kwenye yale. Tujipange vizuri, tusimame vizuri, tukiona vitu hatarishi tupeleke mamlaka husika. Baada ya majadiliano ya kina vijana walifikia maazimio kadhaa muhimu ya kuimarisha amani na kuzuia kujirudia kwa matukio ya vurugu zilizojitokeza Oktoba 29. Maazimio ya kikao cha vijana kilichofanyika tarehe 24 mwezi wa 11 2025. Azimio la kwanza, viongozi wa dini wasisitize wasisi, kuwa kuwa na amani kwa kuwakumbusha na kuwaelimisha vijana katika maeneo mbalimbali kama bodaboda, wanachuo, wafanyabiashara na vijana wa mtaani. Azimio namba mbili, vijana tuhamasishane kuepukana na vikundi ambavyo vinapelekea maandamano na vuru. Azimio la tatu, tunatoa wito kwa makundi yote yanokinzana kwenda kwenye kwenye meza ya maliziano ili muafaka upatikane. Azimio namba nne, serikali iweke mipango mizuri ya kusikiliza mahitaji ya vikundi ya vijana na kupewa haki ya kusikilizwa. Azimio namba tano, tunashauri serikali ishughulikie kero na misuguano ya kisiasa ya muda mrefu. Azimio namba sita, vijana kutumia majukwaa kutoa changamoto zao ili ziwe wazi na wizara husika waziangalie. Azimio namba saba, vijana tumekubaliana tusitumike na makundi yoyote katika kuharibu amani na utulivu katika nchi yetu kwa njia yoyote ile. Azimio namba 8 na la na mwisho, vijana tunashauri taasisi zote kujitahidi kuongea na serikali na kuhamasisha amani na upendo katika nchi yetu. Kongamano hilo limehitimishwa kwa wito wa pamoja wa viongozi wa dini, vijana na wadau wa amani kuendelea kuitunza misingi ya utulivu nchini, huku wakikubaliana kwamba mazungumzo, uvumilivu na uzalendo ni nguzo ya kuilinda Tanzania isiyogawanyika. Kamati ya Amani imesisitiza kuwa itaendelea na mikutano kama hii kwa lengo la kuwapa vijana nafasi ya kutoa maoni na kujenga taifa linaloenzi amani. Nikiripoti kutokea jijini Mwanza, mimi ni Butije Butije.